Zaidi ya leseni elfu nne zipo katika utaratibu wa kutolewa katika maeneo manne ya Mkoa wa Kimadini Mbogwe mkoani Geita, huku wazawa na wawekezaji kutoka nje wakitakiwa kuchangamkia fursa zilizopo mkoani humo. Akizungumza katika mahojiano, afisa mtendaji mkazi wa Mbogwe, Mhandisi Jeremia Hango amesema maeneo yaliyotengwa ni Nyamikonze ambapo leseni themanini na moja ziliweza kugawiwa kwa wachimbaji wadogo, kuna eneo la Mwamakiliga leseni ishirini na saba zilitengwa. Maeneo mengine ni kombe kijijini leseni mia moja arobaini na sasa hivi mchakato wa Kigosi ambapo takriban leseni elfu nne zimeweza kutengwa. Naitwa Jeremia Hango, ni afisa madini mkazi mkoa wa kimadini Mbogwe. Mkoa wetu wa kimadini wa Mbogwe unasimamia wilaya tatu ambazo ni Mbogwe yenyewe, Bukombe na Nyang'wale. Mkoa wetu wa kimadini Mbogwe ulianzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja na lengo kuu la kuanzisha mkoa huu wa kimadini ilikuwa ni kuweza kusogeza huduma karibu na wachimbaji. Na tangu uh, umeanzishwa mkoa huu wa kimadini tunaweza kusema kumekuwa na mafanikio makubwa uh, tunaweza kusema hivi kutokana na ukweli kuwa tangu mkoa huu umeanzishwa makusanyo katika mkoa huo wa Kimadini yamekuwa yakiongezeka. Mwaka 2021 22, uh, tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 21, lakini mwaka uliofuata tulikusanya bilioni 22, mwaka wa fedha uliopita tumekusanya bilioni 27, lakini na mwaka huu wa fedha mpaka sasa hivi tumeshaweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 22. Kwa hiyo tunaamini kwa mwelekeo huu tunaokwenda nao mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka tutaweza kuzidi lengo lile ambalo tulikuwa tumekusanya katika mwaka um, wa fedha uliopita. Mkoa wetu wa Kimadini wa Mbogwe, madini yanayochimbwa kwa kiasi kikubwa ni dhahabu, yapo madini ujenzi ambayo nayo yanachimbwa, lakini kwa kiasi kikubwa makusanyo yetu zaidi ya asilimia tisini tunategemea kuyapata kutoka katika uchimbaji wa madini ya dhahabu. Uh, mkoa wetu wa Kimadini wa Mbogwe kwa kiasi kikubwa makusanyo na tunayapata zaidi ya asilimia sitini tunayapata kutoka katika eneo la Nyang'wale, ndiko ambako uchimbaji kwa kiasi kikubwa unafanyika, lakini uh, kuna juhudi ambazo zimekuwa zikifanyika kwa upande wa serikali kuhakikisha katika eneo hili uh, uwezeshaji wa wachimbaji ili kuweza kuzitumia fursa ambazo zipo katika mkoa huu. Tunazo fursa nyingi katika mkoa wetu wa Kimadini kwa upande hasa wa uchimbaji, kwa maana kuna maeneo ambayo yanaaminika kuwa na dhahabu za kutosha, lakini uchimbaji bado haufanyiki kwa kiasi kikubwa. Sasa sisi kama ofisi, kuna juhudi ambazo tumekuwa tukizifanya kuhakikisha kuwa uh, fursa hizo zinaweza kutumiwa na wananchi, mojawapo ni kutenga maeneo maalum kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo. Mwaka huu wa, wa fedha tumeweza kutenga maeneo uh, kama manne. Kuna eneo la Nyamikonze tuliweza kulitenga na zaidi ya leseni themanini na moja ziliweza kugawiwa kwa wachimbaji wadogo wa, lakini kuna eneo la Mwamakiliga na kwa leseni ishirini na saba ziliweza kutengwa. Kuna eneo la Bukombe na sasa hivi kuna eneo la Kigosi ambalo zaidi ya leseni elfu nne zimeweza kutengwa na zoezi la ugawaji linaendelea kwa sasa hivi. Kwa hiyo uh, eneo letu, mkoa wetu wa kimadini una fursa nyingi ambazo tunaamini zikitumiwa tunaweza kukusanya kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo tunakusanya sasa hivi. Kwa hiyo vilevile vile nitumie nafasi hii kuwakumbusha wale wamiliki wa leseni wote ambao wameshikilia leseni katika maeneo yetu ya mkoa wa kimadini Mbogwe hawazifanyii kazi. Kuna leseni za PL nyingi katika eneo hili ambapo ukienda site unakuta uh, watu ambao wako active kule wakifanya utafiti ni wachache sana, lakini tuna leseni za uchimbaji wa kati mining license tatu lakini zote hazifanyiwi uzalishaji. Kwa hiyo uh, nitumie nafasi hii kuwaomba waweze kurudi kwa jinsi ambavyo walikuwa wamepanga, waweze kufanya kazi ili zile fursa zilizopo hapa ziweze kunufaisha uh, serikali kama ambavyo tulikuwa tukitegemea, wakati tukiwapa hizo leseni. Lakini vile vile tuwakumbushe kuwa kama wataendelea uh, kutofuata ule utaratibu ambao unatakiwa, maana yake leseni hizo tutazifuta na kuweza kuwapatia wale watu wengine ambao watakuwa na nia ya kufanya kazi na sio kushikilia leseni.